Biblia nasema ya kwamba ndugu zangu, hesabuni ya kwamba ni furaha tupu mukiangukia katika majaribu mbalimbali. Tunaishi katika dunia ya watu ambao ukifurahi wao wanachukia, lakini ukiumia wao wanafurahi. Kwa hiyo cha kufanya, jitengenezee mazingira ya kufurahi katikati ya mapito magumu na katikati ya changamoto. Mambo yanayoumiza mioyo yetu ni mengi sana, na kwa bahati mbaya tajiri kwa maskini kiongozi na asiye kiongozi anaumizwa. Kinachotakiwa, lazima uwe na moyo wa kufurahi hata katikati ya mapito magumu. Watu wamekutenga, watu hawakupendi, watu wanakufanyia mambo mabaya, tengeneza mazingira ya kufurahi, kwa sababu usipofurahi katikati ya mapito magumu, maana yake chuki, maumivu na hasira vinaweza vikaleta changamoto kubwa kuliko hata hiyo changamoto unayoipitia. Na kwa namna hiyo, tengeneza mazingira ya kufurahi. Kuna watu wanatengeneza mazingira ya kukuumiza ili unapoumia wao wafurahi. Na kwa namna hiyo, hebu fanya tofauti. Walitegemea utaumia, walitegemea utaria, wa kuone ukishangilia na ukifurahi katikati ya mapito na nyakati ngumu. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego walipokoka moto ukawa mkubwa sana. Wao waliona ukubwa wa Mungu, hawakuona ukubwa wa moto. Na kwa namna hiyo ile changamoto wakaiona ni ndogo, lakini bado wakamwona Mungu wao ni Mungu mkubwa kuliko aina ya moto uliokuwepo mahali pale. Ukishaona ya kwamba Mungu ni mkubwa kuliko mapito unayopitia, unaanza kuona neema ya ushindi, unaanza kuona nuru ya ushindi ikiangaza mbele yako. Nakutia moyo usiwe mtu wa kuliaria. Unapolia adui anafurahia machozi yako, lakini unapocheka adui anachukia. Tengeneza chuki kwa adui yako kwa kufanyika kuwa mtu wa furaha na amani. Wakati watu wakitarajia kwamba labda ungekufa na presha, labda moyo wako ungeinama, wewe jitengenezee furaha, jitengenezee amani eh, jitengenezee kicheko. Tunapoenda kuhitimisha mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yawezekana kuna watu wamekuumiza yawezekana kuna watu wamekujeruhi na umewaweka ndani ya moyo wako. Moyo wako umeinama, moyo wako una maumivu, moyo wako unavuja damu, moyo wako umejeruhiwa. Nataka nikushauri ya kwamba usivuke mwaka na maumivu hayo, achilia maumivu hayo, achilia changamoto hizo. Haijalishi umefanyiwa mabaya kiasi gani au ya makubwa kiasi gani, wewe wasamehe, ili moyo wako uwe na furaha. Haupaswi kuendelea kubeba mizigo ya maumivu, kwa sababu Mungu hakukuumbia hicho, hakukuumbia kubeba maumivu na changamoto. Na kwa sababu ya aina ya wanadamu wanaoishi hapa duniani, usitegemee kwamba watakuomba msamaha. Wewe unaweza ukawasamehe hata wao, hata bila wao kuja kukuomba msamaha. Yesu akasema, "Baba wasamehe, kwa sababu hawajui walitendalo." Wakati akisema kauli hiyo Yesu, hakuna mtu yeyote ambaye alikuja pale kumwomba msamaha, lakini yeye akaachilia. Waachilia hao uliowaweka moyoni mwako. Haijarishi ni mme wako amekufanyia mabaya, moyo wako umejeruhiwa, moyo wako umeumia, wewe msamehe. Haijarishi ni mke wako amekujeruhi, au ni watoto wako, au ndugu zako, wewe wasamehe. Na baada ya kuwasamehe, moyo wako utakuwa na furaha. Kwa nini uvuke mwaka na maumivu? Kwa nini uvuke mwaka eh, na maneno magumu ya kujeruhi moyo wako? Hapana. Hakuna faida yoyote ile unayoipata kupitia maumivu makali uliyoweka ndani ya moyo wako. Lakini siku ya leo kama ukiamua kuchukua maamuzi mazuri ya kuwasamehe, ya kuwaachilia wale wote waliokuudhi, wale wote waliokuumiza, ukawatoa ndani ya moyo wako, utaanza kuona ukiwa mwepesi, utaanza kuona ukiwa ni mtu mwenye furaha, utaanza kuona ukiwa uh, ni mtu mwenye amani. Mtumishi wa Mungu Ayubu alipita katikati ya maumivu wale wanaofurahi kuona watu wakiumia wakaanza kumzunguka na kumkejeri, na wengi wao walisema ya kwamba kosa ya Mungu, lakini wengine, uh, mke wake akamwambia mkufuru Mungu na ufe. Lakini bado Ayubu alifurahi katikati ya mapito magumu, akasema hatuwezi kuwa ni watu ambao tunapata mema tu, lazima tuyapitie hata mapito magumu. Leo ukiwa una furaha, huwezi kujua kesho kuna nini, lakini jambo la msingi la kuelewa ni kwamba maadamu unaishi katika dunia hii yenye tabu na shida, leo utapitia furaha, lakini kesho utapitia maumivu makali. Naomba neno hili uliweke moyoni mwako kwamba siku utakapopitia maumivu makali, usiweke moyoni tu ukubwa wa maumivu hayo na changamoto hizo. Hebu ona neema ya Yesu kama inakutosha, mwone kama Mungu ni mkubwa kuliko aina ya changamoto na maumivu unayoyapitia. Tunaishi katika dunia ya wakorofi watu wasiofurahi kuona ukifurahi, watu wanaofurahi kuona ukilia ndio wengi kuliko wale wanaotamani kuiona furaha yako. Na kwa namna hiyo wale waliotegemea kwamba utaumia, hebu tengeneza furaha katikati yao, tengeneza furaha mbele ya macho yao. Ukifanya hivyo, utaishi maisha ya furaha katika dunia hii iliyojaa changamoto na maumivu mengi sana. Fanya hivyo, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Shalom, shalom.